Urusi na Ukraine zimeanzisha mashambulizi ya anga ambayo yaliharibu miundombinu ya kila mmoja wao, saa chache baada ya Putin kusema Urusi itaacha kuyalenga maeneo ya nishati ya Ukraini. Rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky amesema malengo ya Urusi ni pamoja na kulenga hospitali na vifaa vya umeme. Amesema kiongozi huyo wa Urusi amekataa usitishwaji wa vita kamili katika mazungumzo yake ya Jumanne na Rais wa Marekani Donald Trump. Putin alimwambia Trump usitishwaji kamili wa mapigano utafanya kazi tu ikiwa washirika wa Ukraini wataacha kutoa msaada wa kijeshi, hali ambayo washirika wa Ukraini wa Ulaya wamekataa hapo awali. Maafisa katika eneo la kusini mwa Urusi la Krasnodar wamesema kuwa shambulio la ndege isiyo na rubani ya Ukraine ilisababisha moto mdogo kwenye gala la mafuta. Akizungumzia mazungumzo ya simu ya Trump na Putin, Zelensky amesema leo Putin kimsingi alikataa pendekezo la kusitisha mapigano kamili. Itakuwa sawa kwa ulimwengu kukataa majaribio yoyote ya Putin kuibua vita. Hii ni TMC News update kimataifa, mimi ni Ronald Sonyo, endelea kutufuatilia ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.